Mwangalia na, na King'amuzi nikiwa naangalia mkiwa kwenye harakati zenu hmm. kwamba King'amuzi huwa ana analewa au ana hivyo vile, kwamba ana shida au la? Ndio mwonekano wake, ndio mwonekano wake kilevi, ila halewi maanake maanake. Al Al na ni kwa nini sasa uko vile bambile, bambile, na pia kitu atakiwa amesimama hivi au yeah? Akiwa anacheza naona kama ye mtu ambaye ata ameelewa fulani hivyo, ndio alivyo, maana alivyoumbwa, alivyo Mwenyezi Mungu ndivyo alivyomuunda mm -hmm. King'amuzi na huwa unazungumza una, una wakati mwingine japo mm -hmm. kwa uchache huwa upendi kuliongelea sana ile swala mm -hmm. kati yako na king'amuzi na baadhi ya mashabiki kwamba kuna baadhi ya mashabiki asema kwamba swala wewe kufanya kazi na King'amuzi, wao wanalipokea uh, kwa sura nyingine hivi mm, kwamba wengi wao wanasema yawezekana kati yenu mmoja wake ana, anatumia nguvu za mwenzie mm, yani ikiwezekana wewe anatumia nguvu za King'amuzi. Ni kwa nini wanasema hivi kicha, mnaanza na mwana mtoto yule mjinga, yani wengi mm. wanamwona uh, mm. mm. mm. mm. mm. King'amuzi chizi, ndio maana watu wanabiliki kusema hivyo, ila yule angekuwa ana muonekano labda hivi tuseme mm. wakii wa, wa, wa timamu wa timamu